Wakati sakata la kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasi na maendeleo Chadema likizidi kuchukua nafasi, jumuia mbalimbali mbali za kitaifa na kimataifa zimelaani tukio hilo la kukamatwa kwa mwenyekiti huyo wa chama cha demokrasi na mendeleo Chadema. Jumuia ya umoja wa kidemokrasia Afrika DUA wametoa haraka kwa kuitaka serikali ya Tanzania kumwachilia huru na haraka mwenyekiti wa Chadema Taifa, ndugu Tundu Apas Lisu ambaye anakabiliwa na mashtaka matatu ikiwa mashtaka la uhaini kwa mujibu wa barua iliyotolewa na jumuiya hiyo, wamesema ya kwamba umoja wa demokrasia ya Afrika unaomba kuachiliwa haraka kwa kiongozi wa Chadema, Tundu Antipas Lissu. Umoja wa kidemokrasia ya Afrika unaomba kuachiliwa haraka na bila masharti kwa Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye ni kiongozi wa Chadema Tanzania. Tundu Lissu kwa sasa anakumbwa kwa mashtaka ya uhaini ambayo yatasababisha adhabu ya kifo nchini Tanzania kutokana na nguvu ambayo ameelekeza kiuwakili juu mageuzi ya mfumo wa uchaguzi kuelekea uchaguzi mkuu wa Tanzania mwezi Oktoba. Umoja wa kidemokrasia Afrika unalaani vikali mashtaka haya ambayo moja kwa moja yanaishambulia demokrasia ya Tanzania. Maamuzi ya kushtaki kiongozi wa upinzani kwa uhaini kwa uhamasishaji watu ni makosa makubwa yanayozuia haki za msingi za siasa za uhuru, ambao pia ni tishio kwa serikali ya kidemokrasia. Umoja wa Kidemokrasia Afrika tunaitaka serikali ya Tanzania kumwachilia haraka Tundu Lissu na kuondoa mashtaka yote dhidi yake, ni sehemu ya barua ambayo imeandikwa na jumuiya umoja wa Kidemokrasia Afrika DUA. Taasisi mbalimbali pia ulimwenguni zimeendelea kutoa matamko kadhaa kuitaka serikali ya Tanzania kuondoa mashtaka haya ambayo yanamkabili mwenyekiti huyo wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambaye sasa ndiye kiongozi mkuu wa chama cha upinzani nchini Tanzania.